Rais William Ruto kwa mara nyingine ametetea ushirikiano uliopo kati ya chama tawala cha UDA na chama cha upinzani ODM. Akizungumza kwenye ziara yake ya kaunti ya Migori, Rais Ruto alisema kwamba makubaliano kati ya UDA na ODM yanalenga ushirikiano na wala sio ushindani wa kisiasa. Kuna watu wengine wanataka kutuelekeza kwa mambo ya siasa, wanaelekeza sisi kwa mambo ya chuki, wanatuletea migawanyiko, wanatuletea ukabila. Mimi nataka niwaambie hawa viongozi, tulizeni boli, tuko na kazi ya kufanya. Kwanza tuko na mambo ya kilimo, tunataka kuzalisha, njaa tufukuze, tunataka kuzalisha chakula, tufukuze njaa. Hawa vijana wanataka, kwanza tuwapangie ajira, sisi tunataka kuunganisha stima kwanza, uvuvi tunataka tuendeleze kwanza mambo ya ICT hub tunataka tujenge kwanza. Ngojeni, wacha kutuletea mambo ya siasa duni ya ukabila, ati nyinyi mnaungana kwa sababu ya mambo ya chuki na mambo ya ukabila ati na mambo ya migawanyiko. Watu warongo. Mimi nataka niwaulize, saa hizi ni wakati wa siasa ama ni wakati wa maendeleo? Saa hizi ni wakati wa siasa ama maendeleo? Si ni wakati wa maendeleo? na nyinyi ikifika wakati wa uchaguzi nyinyi nyini ndio mutaamua, simutajua ni nani amefanya nini. Sasa mimi nataka niwaambie hawa jamaa, wacheni kimbelembele, wacheni fitina na chuki, wacheni mambo ya ukabila, wacha tujenge Kenya. Awa wananchi wako na akili, wataamua nani yako na mpango ya kujenga Kenya, nani yako na mpango ya ukabila. Ruto alisema kwamba kujitolea kwake katika makubaliano na kiongozi wa ODM Raila Odinga kulichochewa na haja ya kuhakikisha mazuri kwa Wakenya wote badala ya maazimio ya kibinafsi. Nilikubaliana na Baba Raila Amolo Odinga ya kwamba tuunganishe Kenya. Watu wa Migori. Sawa sawa. Si mimi nilikubaliana na baba. Tukasema tuunganishe Kenya, yeah. Tukasema tuung tuangamize mambo ya ubaguzi yeah. Tuondoe mambo ya ukabila yeah. Tuondoe mambo ya chuki yeah. Ati kuna watu wengine wanakusanyana pale, ati wanakasirika na mimi, ati kwa sababu nimepatia mbadi awe waziri wa finance. Ati kwa sababu nimepatia upio wandai ati kuwa waziri wa energy. Mimi nataka niwaulize, kwani watu wa sehemu hii hawalipi ushuru? Kwani wako na serikali nyingine ya Kenya? Si hata nyinyi ni wa Kenya? si munalipa ushuru? Opio wandaye anatosha matoshi. Mbadi anatosha matoshi. Mimi nataka niwaambie hawa wangwana, wacheni ukabila, wacheni ni chuki, waja tuunganishe Kenya. Kenya ni yetu sisi zote. Na mimi nataka niwaulize watu wa sehemu hii, sawa sawa, mimi nawauliza, vile tulikubaliana na baba tuunganishe Kenya hii, munasema tuendelee ama tuendelee? Munasema tulifanya sawa tuunganishe Kenya tuweke watu wa Kenya pamoja. Hebu nione wala anasema tuunganishe Kenya bas. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Asanteni sana watu wa Migori, mimi nitakuja hapa tena na tena mpaka tukamilishe hii miradi yenu yote, alafu tutasonga mbele. Rais alisisitiza kwamba umoja wa taifa una dhamani kubwa kuliko ushindani wa kibinafsi katika siasa. Wakati huo huo, kiongozi wa nchi aliwataka viongozi wa pande zote za kisiasa kuweka kando tofauti zao na kutoa kipaumbele kwa utoaji huduma kwa wananchi. Viongozi waliochaguliwa wa kaunti ya Migori waliokuwepo walimkaribisha rais Ruto, wakiahidi kushirikiana na serikali ya kitaifa kusuluhisha changamoto mbalimbali za eneo hilo. Rungui, Mheshimiwa rais, hawa ah, wananchi wamejitokeza kwa kweli, wangapi wamefurahi ya kwamba Mheshimiwa rais ametembelea siku ya leo. Mimi kazi yangu Mheshimiwa rais, nihakikisha ya kwamba kulingana na mpango yako ya serikali yako, nirudi hapa nihakikisha ya kwamba stima imeingia katika kila kijiji. Wangapi wanahitaji stima kwa kila mjiji? labtatu Mheshimiwa rais, hawa wananchi hawa wananchi wa Rongo ni wameamua tayari ya kwamba wahatembea na wewe mpaka mwisho. Rais Ruto yuko katika eneo hilo kwa ziara ya kikazi ya siku tatu, ambapo anatazamiwa kuzindua miradi ya maendeleo na kukagua mengine yanayoendelea ikiwemo mradi wa nyumba za bei nafuu. Kevin Sewe, Mwanzo